Tumeguswa kuona kwamba kuna watoto wetu mayatima wako majumbani, baadhi yetu tunao watoto wetu wanatuona, wanamuona baba, wanamuona mama, na nilipata kusema katika moja ya shughuli zetu kwamba ingelikuwa Watanzania wengeamua kila Mtanzania mmoja mwenye uwezo amchukue mtoto mmoja yatima aishi naye nyumbani, hili lingekuwa jambo jema sana. Tuna watoto leo wanaitwa watoto wa mitaani, lakini kimsingi hakuna mtoto wa mtaani. Ule ni uongo, ni ubabaishaji, ni uzushi watoto hao tunawaona leo wamejazana na mitaani, ambao hatimaye wanakuwa ni bomu la taifa. Mimi nasema wale wakati mwingine ni bomu la taifa kwa sababu watoto wakishakuwa mitaani hawana uangalizi, wakishakuwa mitaani hawana anayewasimamia, wanaweza kufanya lolote, wanaweza kuvuta chochote. Matokeo yake, likitokea jambo la vurugu kama ilivyotokea tarehe 29 au 30, wale watoto wa mitaani wanakuwa frontline. Namba moja wako mbele kufanya lolote, lakini sababu hii ni sababu inayotokana na malezi ya sisi wa Tanzania. Tumekataa kuziheshimu dini zetu, tumekataa kuzifuata dini zetu. Mimi na hakika siwezi kuusemea Ukristo, nasemea Uislamu. Imesomwa hadithi hapa, mtume anasema, mimi mtume Muhammad, na mtu yoyote anayekubali kumlea yatima, siku ya kiyama tutakuwa naye pamoja. Mtume akaashiria vidole hivi, anaonyesha asababa walustwa, anaonyesha tutakuwa pamoja bega kwa bega na mtu anaelea yatima. Lakini ziko hadithi mtume anaelezea anasema, bwana mtume Muhammad kwamba kule mbinguni watu viumbe vya mbinguni huwa vinaona baadhi ya maeneo yanawaka kama nyota, mengine kama mwezi, mengine kama nuru ndogo ndogo viumbe wa mbinguni wanaulizana, ni nini ile. Viumbe wa mbinguni wanaambizana: ha, ile ni nyumba. Ukiona ile kitu kinang'aa kama nyota, ni nyumba ambayo ndani yake yuko yatima na anatendewa vizuri. Usimlee yatima alafu yeye ndo akawa mwosha vyombo. Usimlee yatima halafu yeye ndo akawa mpiga deki. Usimlee yatima yeye ndo akawa msafisha e, bustani Aa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, unapomlea yatima apendeke kwako kuliko unavyowapenda wazazi wako, watoto wako atangulizwe kuliko unavowatanguliza watoto hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima na alipolelewa kwa babake mdogo alitangulizwa kwa kila kitu. Sasa aki, ikitokea watanzania tukakubali kuchukua mafundisho haya ya mtume kwamba kila mtu alee walau mtoto yatima mmoja, hakuna vituo vya yatima. Lakini leo kwa sababu imekosekana watu wenye nyoyo hizo, matokeo yake leo tuna vituo vya yatima. Jambo kubwa lililopotea katika jamii yetu ni malezi. Ikiwa mtoto mwenye baba na mama hana malezi, unasemaje yule ambaye hana baba? Kwa hiyo ili jamii inusurike, ili jamii istaarabike, ni lazima tuwe na tabia njema. Habari ya kufata mkumbo, habari ya kufata mkumbo tuachane nayo. Habari ya kufata mkumbo haitusaidii. Leo kuna kitu kinaitwa GNZ na mtu anajinasibu mimi ni GNZ. Hii habari ya kwamba watu wanaenda eti kutokana, eh, na, na na, uzao wake aliozaliwa eh, 65 mpaka 85 huyu atakuwa na tabia hii na yeye aishi hivyo, aliozaliwa 85 mpaka 95 atakuwa na tabia hii. Sige, kuna generation x generation millennium generation z, yani mtu naye anakubali mimi ni generation nini? Z. Kwa hiyo ukiwa generation Z unaweza kuwa huna adabu, unaweza kumwambia mtu lolote unaweza kumtukana mtu, unaweza kufanya lolote. Lazima tuifate Qurani kama Qurani ilivyoshuka karne ya saba, miaka 1400 iliyopita, ndiyo hivyo hivyo mpaka leo. Qurani haina habari hiyo kwamba ukiwa wewe umezaliwa 2012 kuja huku unatakiwa weka soro adabu, uwe mzinifu, uwe mwizi. Hapana, lazima tuendelee kuona kwamba mafundisho ya dini yetu kama yalivyokuja wakati wa mtume yaendelee kuwepo mpaka leo. Qurani karne ya saba ilikataza zina. Zina ni haramu mpaka leo. Qurani karne ya saba ilikataza uongo. Uongo ni haramu mpaka leo. Qurani karne ya saba ilikataza kuvaa debedesha mpaka leo. Kuvaa debedesha ni haramu. Qurani karne ya saba ilimtaka mwanamke ajistiri mpaka leo. Mwanamke kujistiri ni lazima. Qurani karne ya saba ilimtaka mtu aishi na watu kwa wema, aishi na majirani kwa wema. Qurani karne ya saba ilimtaka muislamu na asiyekuwa muislamu waishi vizuri kwa wema, mpaka leo ni hivyo hivyo. Habari ya kwamba mimi ni generation nani, Gen Z naweza kutukana watu, naweza kupiga watu, naweza kufanya lolote. Hii habari ni kujidanganya na ni kwamba akili zetu zimeharibiwa.